Amemwambia Maziswa amekufa. Kazi kwa wapi? Anataka aone kwenye Qur'ani kwamba Isa kafa, kazi kwa fulani. Sijui wanampa heshima gani Isa. Heshima ambayo hata Muhammad hajapewa ndani ya Qur'ani, hawa ndugu zetu wanataka wampe Isa kama vile wamevyompandisha mbinguni. Yeah? Hakuna mtume mmoja amepandishwa mbinguni. Hakuna mtume mmoja ambaye ametoja kaburi lake liko fulani. Kwa Isa wanataka apate hiyo ndani ya Qur'ani tukufu. Sijui wamemweka wapi Isa bin Maryam hawa ndugu zetu. Hiyo ndio hoja ambazo zinawafurahisha Mwenyezi Mungu, sio kawaida yake hiyo. Ila wapi alikwenda? Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani tukufu inasema wa awaina huma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in, tulimpa Isa na mama yake kimbilio katika sehemu iliyoinuka yenye starehe na chemchem. Nikushaieleza hapo mwanzo sasa ukitaka wapi alikwenda, Qurani huwa inakupa fununu. Unatakiwa uende kwenye elimu zingine, uende kwenye elimu ya historia, uende kwenye jiografia, uende kwenye sayansi, huko ndio utajua alikwenda wapi. Lakini kitabu cha Qurani sio wewe ika ikaelezea kwamba nabii fulani alikupa fulani, akazikwa sehemu fulani. Mitume amepita laki moja na elfu ishirini kama tuanze Qurani ianze kuelezea kwa mfumo huo, kutakuwa na kitu kingine tutakachosoma ndani ya Qurani. Kwa nini unakitaka kwa Isa kile ambacho hakipo kwa manabii wengine? Mtume Muhammad alituambia aliishi miaka mia moja na ishirini akafariki. Hakuna sehemu yote tunasema kwamba unaonyesha kwamba iko hai mbinguni. Historia inatueleza kwamba yule aliyofuata kondoo wengine waliopotea nyumba Israeli makabila ya kumi na mbili yalikuwa yametawanyikia kule India Kashmir, ilibidi awafuate kule, na yeye mwenyewe alisema ninao kondoo wengine ambao si wazizi hili, wao wataisikia sauti yangu pale Israeli kulikuwa na mataifa mawili tu ya wana wa Israeli, kulikuwa na mataifa mengine kumi alikuwa bado hajasikia ujumbe wake, ilibidi afuate kule na ndio alikuwa kule Kashmir, na akaenda akaishi nao mpaka umri wa miaka mia moja na ishirini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya Kanzul Umal jalada la sita kwamba inna Jibrila akhbarani anna Isa ibn Maryama asha ishirina wa miati sana, hakika Isa mwana wa Maryam.